Katika mtaa wa Buguruni, Dar es Salaam, aliishi mwanamke mmoja aliyeitwa Bi Asha. Alikuwa mama mzuri na mpishi mashuhuri, anayejulikana kwa chakula chake kitamu ambacho kilipendwa na kila mtu. Kila siku alifungua kibanda chake cha chakula sokoni, na watu kutoka sehemu mbalimbali walifika kula. Kutokana na umaarufu wake, alifahamika kama Asha Mpishi. Bi Asha alikuwa na binti yake mmoja aitwaye Rehema ambaye alimpenda sana na kumlea kwa bidii. Hata hivyo, maisha ya Bi Asha hayakuwa rahisi. Wakati alipokuwa na ujauzito wa Rehema, mume wake alifariki dunia ghafla na kumwacha akiwa peke yake. Pamoja na changamoto zote, Bi Asha hakukata tamaa. Aliendelea kupika na kuuza chakula ili kumtunza binti yake. Wananchi wa Buguruni walimheshimu Bi Asha kwa bidii yake. Walimwona kama mwanamke mwenye moyo wa dhati aliyewajali wateja wake na kuwahudumia kwa upendo. Alikuwa maarufu sokoni na watu walimpenda kwa tabia yake njema. Siku moja kijana mmoja maarufu mtaani, Juma, alifika kwenye kibanda cha Bi Asha kula chakula kama kawaida. Alikula kwa furaha na kumsifia Bi Asha kwa chakula chake kitamu. Lakini usiku huo Juma alianza kujisikia vibaya sana Alianza kutapika damu na muda mfupi baadaye alifariki dunia. Habari zilienea kwa kasi na mtaa mzima ulishtuka. Katika mitaa ya Dar es Salaam, kuanza kutapika damu kulimaanisha jambo moja, kuwa lazima alikula sumu. Wananchi walianza kunong'ona, he, Bi Asha amempa Juma sumu. Hasira za wananchi ziliongezeka haraka na bila kumpa nafasi ya kujitetea, walikusanyika mbele ya kibanda chake. Walimshutumu kwa sauti kali wakimwita, muuaji, mchawi mrogi. Katika ghadhabu yao, walimrushia mawe hadi akafa. Rehema aliyekuwa na umri wa miaka kumi tu, alishuhudia mama yake akiwawa mbele ya macho yake. Alilia kwa uchungu lakini hakuna aliyemsikiliza. Baada ya kifo cha Bi Asha, hakuna mtu aliyekuwa tayari kumlea Rehema, hivyo alipelekwa kwa mjomba wake, Mzee Salum, aliyekuwa akiishi Tandale. Mjomba Salum alikuwa mtu mwema na alimkaribisha Rehema kama mwanawe. Ingawa alikuwa na huzuni, Rehema aliendelea kuishi kwa upendo na familia ya mjomba wake. Alipofikisha umri wa miaka kumi na nane, Salum alimwita na kumweleza ukweli wa kifo cha mama yake. "Mama yako hakukuwa muaji, ilikuwa ni fitina na hasira za watu tu," alisema kwa huzuni. Moyo wa Rehema ulijawa na machungu. Alitamani kufufua jina la mama yake na kulinda heshima yake. Akaamua kurudi Buguruni na kuanzisha biashara ya chakula kama mama yake alivyofanya. Rehema alipowasili Buguruni, alifungua kibanda chake na kuanza kupika, lakini hakuna mtu aliyekuja kununua chakula chake. Wananchi bado walikumbuka kisa cha mama yake na waliendelea kumhofia. Siku zilivyopita, njaa na upweke vilimkumba. Lakini hakukata tamaa. Aliendelea kupika akitumaini kuwa siku moja watu wangekuja. Siku moja jioni, alipokuwa akitembea nyumbani akiwa na huzuni, alikutana na mwanamke mzee wa ajabu. Alikuwa na mgongo uliopinda na macho yaliyong'aa gizani. "Kwa nini unalia mwanangu?" mzee yule aliuliza kwa sauti ya upole lakini yenye hisia nzito. Rehema akiwa hana matumaini alimweleza shida yake ikuwa hakuna mtu anayekuja kula chakula chake kwa sababu ya historia ya mama yake. Mzee yule akatikisa kichwa, akatabasamu kwa upole kisha akasema, "Tatizo si chakula chako, bali kuna kitu kinakosekana." Rehema akashtuka. "Kitu gani kinakosekana?" Mzee alijikunja na kusogea karibu, akamshika mkono kwa nguvu na kusema kwa sauti ya chini, kama unataka watu wengi wanunue chakula chako, tumia njia hii. Nyoa nywele za siri za mwili wako halafu zitumie kusafishia vyombo na utachanganya unga huu mweusi katika chakula chako. Rehema alihisi mwili wake ukitetemeka kwa woga. Hapana, siwezi kufanya hivyo, alisema kwa hofu, lakini mzee yule akacheka kwa sauti ya kutisha. Mama yako alikataa, na unaona kilichompata. Usifanye kosa lile lile. Akaweka kikombe kidogo cha unga mweusi mkononi mwa Rehema na kutoweka gizani usiku huo. Rehema hakulala, aliwaza maneno ya yule mzee. Je, afuate njia ya mama yake na kupoteza kila kitu, au afuate ushauri wa mzee na kupata mafanikio? Hatimaye, kwa shingo upande aliamua kujaribu. Kesho yake alipika chakula chake na kufuata maelekezo ya mzee yule. Kwa mshangao wake, siku hiyo watu walianza kuja kwa wingi. Walisifu chakula chake kuwa kitamu zaidi kuliko chochote walichowahi kula. Habari zikaenea na wateja walimiminika kutoka sehemu mbalimbali za jiji. Ndani ya mwaka mmoja, Rehema alikuwa tajiri, alijenga nyumba kubwa na biashara yake ikawa maarufu sana, lakini hakuna mtu aliyeruhusiwa kusaidia kupika, kwa sababu hakutaka mtu yeyote ajue siri yake. Lakini mafanikio yake yalianza kusababisha wivu. Wanawake wa mtaa waliona waume zao wakivutiwa sana na chakula cha Rehema na wakaanza kushuku. "Huyu msichana lazima anatumia uchawi," walinong'ona. Siku moja mwanamke mmoja aliyekuwa akimchunguza Rehema aliona kile alichokuwa akifanya jikoni. Alishtuka na akawaambia watu wote wa mtaa. Habari zikaenea kwa kasi na hasira za wananchi zikafika kilele. Walimvamia Rehema wakamtaka aeleze ukweli. Akajaribu kukataa lakini mwishowe alikubali na kuwaambia kila kitu. Wazee wa mtaa walikusanyika na kumwambia, "Una chaguzi mbili, utoe tumbo lako kama kafara kwa wachawi au uondoke milele kutoka Buguruni." Kwa hofu ya kufa, Rehema alichagua kuondoka. Kwa huzuni na majuto, Rehema aliacha kila kitu na kuondoka Buguruni. Hakurudi tena na jina lake likawa hadithi inayosimuliwa mtaani. Wananchi wa Dar es Salaam waliendelea kuhadithiana hadithi ya Bi Asha na Rehema, wakisema kuwa tamaa ya mali isiyo na mipaka huja na gharama kubwa. Baada ya kufukuzwa Buguruni, Rehema alitembea bila kujua pa kwenda. Alikuwa amepoteza kila kitu: nyumba yake, biashara yake na hadhi yake. Hakuwa na pesa wala mtu wa kumtegemea. Aliendelea kutembea hadi alipofika Mbagala, mtaa mwingine wa Dar es Salaam. Akiwa na njaa na uchovu, aliingia kwenye soko akijaribu kutafuta kazi ndogo. Lakini kila mahali alikokwenda, watu walikuwa wakizungumza juu yake. Habari za kile alichofanya zilikuwa zimeenea haraka. Hakuna mtu aliyemtaka karibu na kila mara alipofika mahali, watu walimshutumu kwa sauti za chini. "Huyu si yule msichana aliyekuwa akitumia uchawi kuwarubuni watu kula chakula chake? Alifukuzwa Buguruni. Analaana, hatufai hapa, tunamjua." Kwa siku kadhaa, alilala mitaani akihisi uchungu wa upweke na majuto. Hakuwa na chochote tena, na hata chakula, chakula kilikuwa shida kubwa. Siku moja alipokuwa ameketi pembezoni mwa barabara akihisi kukata tamaa kabisa, alikaribiwa na mzee mmoja aliyekuwa amevaa kanzu nyeupe na kofia. Alikuwa mzee wa makamo mwenye macho yenye huruma. Binti, mbona unaonekana mwenye huzuni? aliuliza kwa sauti ya upole. Rehema hakutaka kusema ukweli, lakini machozi alianza kumtiririka. Hakujua kwa nini lakini alimwambia mzee yule yote aliyokuwa amepitia kifo cha mama yake jinsi alivyohangaika na hatimaye jinsi alivyoharibu kila kitu kwa kufuata maagizo ya yule mchawi. Mzee yule alimsikiliza kwa makini kisha akasema kwa sauti yenye utulivu, binti, unahitaji msamaha wa Mungu. Uliteleza lakini bado una nafasi ya kurekebisha maisha yako. Akampeleka kwenye msikiti wa karibu ambako alikula chakula na kuoga kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Watu wa msikitini walimpokea kwa huruma na kwa mara ya kwanza alihisi upendo wa kweli ambao haukuwa na masharti. Rehema aliamua kubadilika. Aliweka nadhiri kwamba hatarudia makosa yake ya zamani. Hakuwa na mali tena, lakini alikuwa na nafasi mpya ya kuanza upya. Katika msikiti huo alipewa kazi ndogo ya kusafisha na kupika kwa ajili ya watoto yatima waliokuwa wakihifadhiwa hapo. Alianza kujifunza kuhusu imani, toba na maisha ya uadilifu. Baada ya miezi kadhaa, alihisi amani aliyokuwa ameikosa kwa muda mrefu. Aliendelea kupika kwa uaminifu na kwa muda watu walianza kumwamini tena. Hakutumia tena njia za kishirikina. Aliamini kuwa chakula kitamu kinatokana na kazi ya bidii na uaminifu, si uchawi. Habari za Rehema zilianza kuenea tena, lakini safari hii zilikuwa tofauti. Rehema sasa ni mwanamke mpya, ameacha mambo ya giza na sasa ni mpishi mzuri tena, anapika kwa moyo wa kweli, si kwa uchawi. Kadri miaka ilivyopita, maisha yake yalianza kushamiri. Alipewa nafasi ya kupika katika hoteli moja ndogo na hatimaye aliweza kuanzisha kibanda chake mwenyewe. Safari hii kwa uadilifu kabisa. Hakupata mali kubwa kama alivyokuwa nayo zamani, lakini alikuwa na kitu cha thamani zaidi, amani ya moyo. Hata baada ya kupata maisha mapya, usiku mwingine alijikuta akifikiria juu ya yule mchawi. Alikuwa nani kweli? Na kwa nini alitaka kumfanya Rehema afuate njia yake ya giza? Siku moja akiwa anapanga vyombo vyake baada ya siku ndefu ya kazi, kuna mtu alimkaribia. Ilikuwa mwanamke mzee yule yule aliyempa unga mweusi. Umefanikiwa bila sisi, alimuuliza kwa sauti laini, lakini yenye uzito. Rehema alitetemeka kwa hofu, lakini safari hii hakuwa yule msichana mnyonge wa zamani. Ndiyo, alijibu kwa sauti thabiti. Sikuhitaji uchawi wenu, na sitaka nizungumze na wewe tena. Mchawi alimtazama kwa macho makali, kisha akatikisa kichwa. Tulikupa nafasi ya kuwa mkubwa, lakini umekataa. Utajuta. Kisha akatoweka gizani. Safari hii Rehema hakuhisi hofu. Alijua kuwa alikuwa na nguvu mpya, nguvu ya uadilifu na ukweli. Maisha ya Rehema yalibadilika kutokana na uchaguzi wake. Aliwahi kupoteza njia lakini alipata nafasi ya kurekebisha makosa yake. Hakuna mafanikio ya kweli yanayopatikana kwa njia za mkato au uchawi. Ni juhudi, uaminifu na uvumilivu vinavyoweza kumfanya mtu kuwa na maisha yenye maana. Siku zote njia ya kweli inaweza kuwa ngumu, lakini ni njia pekee inayoleta amani ya kweli. Je, umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Mimi naitwa Maria, kama umependa simulizi hii naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu. Asanteni.